Leo kwa mujibu wa ratiba tuko na kitabu Al-Kabair, kitabu Al-Kabair lil-Imami Al-Dhahabi rahimahullahu taala rahmatan wasia, tukiangalia madhambi makubwa aliyoyabainisha Imam katika kitabu chake hiki. <coughs> Na darsa iliyopita tulikuwa katika dhambi kuu la nne, alkabiratu arabia tarku swalati, dhambi kuu la nne ambalo ni dhambi la kuwacha swala, dhambi la kuwacha swala, na tukawa tumeona adilla

hukumu ya mwenye kuacha swala. Nani anaweza akatukumbusha kwa ufupi sana maneno ya wanachuoni katika kuelezea hukumu ya mwenye kuacha swala kwa ufupi tu na kwa Kiswahili? Kwa sababu mwenye kuacha swala hayupo katika hali moja. Tulieleza vipi katika majlisi iliyopita kuhusiana na tarku sala kuacha swala. Kwanza, je, wanaposema maulamaa tarku salati kabiratun min kabairi dhunub, kwamba kuacha swala ni ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa, wanakusudia mtu kuacha sala kwa maana, swala ngapi? Swala zote tano au swala moja au swala mbili au vipi? Tulisemaje au kama tulivyoona maelezo ma ma ya Imamu Dhahabi? Naam, swala moja. Asantu. Ninachokusudiwa hapa mtu kuacha sala moja, mtu kuacha sala moja mpaka muda wake ukafanyaje? Ukatoka min ghairi sababin shar'ii, bila ya sababu ya sheria. Tayib, haya kuna hali ngapi za mtu mwenye kuacha sala? Na nakumbuka tulisema kuna mwenye kuacha sala tahawunan watakasulan, kadhalika kuna mwenye kuacha sala juhudan wa inkaran, kuna mwenye kuacha sala kwa kupinga kwamba sala sio wajibu, sala si wajibu anakanusha uwajibu wa swala ma hukumu hadha, hukumu yake ya mtu huyu ni, ni ipi? anayeacha swala akipinga kwamba swala siyo wajibu. Naam shee eh? Anasema hukumu ya mtu huyu ni kafiri moja kwa moja. Naam, ni sahihi shee eh? ni sahihi. Jawabu lake amepatia, eh tayib, kwa kauli ah tunasema kwamba hukumu ya mtu huyo anakuwa ni kafirun bil ijma, mtu huyo anakuwa ni kafiri kwa ijma, kwa makubaliano ya wanachuoni, ikiwa ameacha sala juhudan, kwa kupinga na anayeacha sala tahawunan wa takasulan, kwa uvivu na kuzembea, pamoja na kwamba anaamini kwamba sala ni wajib, anaamini kwamba sala ni wajib waji, lakini yusalli wa yatruk, baadhi ya siku anaswali, siku zingine haswali. Nini hukumu yake mtu huyo? kaf okay. Tulieleza maelezo ya wanachuoni hapa ha? msahau she? Eh, mtabihu baadhi ya wanachuoni wanasema akifa katika hali hiyo anakufa hali ya kuwa sio Mwislamu, anaunganisha na yule wa kwanza, anakuwa murtadi. Na wengine wanasema anakufa hali Naam. ya kuwa ni Mwislamu. Naam, tulitaja maelezo ya Shekh Bin Bazi rahimahullahu taala

anafikia umri wa taklif hajawahi kuswali mpaka nakufa, la hayupo katika hali hiyo, bali mtu huyo ni mwenye kuswali baadhi ya vipindi na vingine anaacha. Eh, Sheikh Uthaymin rahimahullah anasema la yakfuru illa bitarkil mutlaq, kwamba mtu hakufuru kwa kuacha sala isipokuwa kwa kitendo cha yeye kuiacha sala moja kwa moja bimana bihaithu la yusalli abada, katika hali ambayo anakuwa si mwenye kuswali moja kwa moja katika maisha yake, anakuwa si mwenye kuswali moja kwa moja. Wa ama man yusalli ahyana, ama mwenye kuswali baadhi ya nyakati na nyakati nyingine anayoacha. Uh, imamu anasema fainnahu la yakfur, mtu huyo hawi kafiri, mtu huyo hawi, hawi kafiri, bali anakuwa amefanya kabira min kabairi adh-dhunub anakuwa amefanya dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa hiyo ni hatari sana jambo la kuacha ibada ya swala. Sawasawa, mtu akaacha kuswali kwa kupinga, hii iko wazi kwamba huu ni ukafiri moja kwa moja. Ama mtu ameacha kuswali kwa sababu ya uzembe, hii pia ni hatari sawasawa, hii ni hatari na atakuwa ni katika watu wenye kufanya madhambi yaliyokuwa makubwa, wana'udhu billahi min dhalika. Ambayo hii ya pili ndiyo hali ambayo inawakumba wengi katika Waislamu, inawakumba wengi katika Waislamu. Unakuta baadhi ya wa Waislamu wana, wanaswali ramadhani mpaka Ramadhani, ramadhani ikimalizika hutowaona tena msikitini wala hawatosimama majumbani mwao kuswali, wanasubiri ramadhani tena ikiingia wanakuja kuswali sasa. Watu kama hawa huwezi kuwakufurisha, ndio. Kama hawa Sheikh anasema hadha la yakfu, mtu kama huyo anakuwa hakufuru, yaani ukafiri uliokuwa mkubwa wa kumtoa moja kwa moja katika Uislamu, bali huyu anakuwa ni mwenye kufanya maasi na anakuwa ni mwenye kufanya dhambi kubwa eh, la kuacha ibada ya swala na watu kama hawa wanahitajia daawa, wanahitajiwa walinganiwe na kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Leo tunatoka na dhambi kuu la tano, anasema Alimamu Aldhahabi rahimahu llahu taala, alkabiratu lkhamisatu, al dhambi kuu la tano, man'u zakati, ni kuziwia zaka, yani kutokutoa zaka zaka ya mali. man'u zakati ay zakatul mali, kuziwia zaka ya mali, muislamu kutokutoa zaka ya mali yake. Fa hadhihi kabiratun min kabairi dhunub, jambo hili ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Na dhambi hili hasa linawahusu wale ambao eh, wametahiniwa na Allah tabaraka wa taala kumiliki chochote katika mali, mali ambazo zinawajibikiwa kutolewa zaka, na itakapokuwa mali hizo zimefikia kiwango cha utowaji wa zaka, kiwango cha kuwajibika kutolewa zaka. Na mlango huu hautufundishi namna ya utowaji wa zaka. Mlango huu hatusomi namna ya kutoa zaka na ni wakati gani kwamba zaka ni wa, inakuwa ni wajibu na ni mali zipi ambazo zinawajibika kutolewa zaka. Hapana, huu mlango hatusomi hayo. Haya yanasomwa katika, katika babu al-fiqh katika abwabu al-fiqh. Haya yanasomeshwa katika milango ya fiqh. Hii tuko pamoja kwamba ni kiasi gani unapokuwa umekimiliki sasa, unawajibika kutoa zaka, na ni kiasi gani utakao utoe. Yote haya yanasomwa katika abwabul fiqh. Ama hapa tunasoma kwa ujumla hukumu ya kuacha kutoa zaka, hili ndio ambayo tunawasoma hapa kwamba ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa hiyo mlango huu unatutahadharisha eh, watu kuacha kutoa zaka, na kwamba wasiotoa zaka ili hali wanawajibika kuitoa, basi wafahamu ya kwamba ni hatari kubwa katika maisha yao ya duniani kadhalika na akhera, kama tutakavyokuja kuona hapa dalili alizoziweka Imam Adh-Dhahabi al rahimahullahu ta'ala. Zaka, kutoa zaka

Kuwapa watu maalum, na kuitoa hiyo mali kuwapa mafungu maalum, yani makundi ya watu maalum. kwa bishurutiha ma almakhsusa, na kwa masharti yake ambayo ni maalum. Hii ndio maana ya zaka. Kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kutoa haki ya wajib kisheria, yani iliyokadiriwa kisheria katika mali maalum, katika mali maalum kadhalika, na kwa sura ambayo ni maalum, kwa utaratibu ambao ni maalum kadhalika, kuwapa mali hiyo makundi maalum eh, makundi ya watu maalum na kwa masharti ambayo yanafahamika kisheria, kwa masharti yake maalum ambayo yaliyowekwa kisheria. Fa adauha wajibun, kuitoa wa zaka ni wajib. Hii ndio hukumu ya utoaji wa zaka. Hukumu adai az-zakaa, hukumu ya kutoa wa zaka wajib

Anapoziwia kutoa zaka, mtu anapoziwia kutoa zaka ya mali kuna hali mbili. Yani mwenye kuziwia kutoa zaka anaiziwia zaka hiyo kwa moja ya hali mbili, imma asitowe zaka juhudan kwa kupinga kwamba zaka siyo wajibu, kama tulivyoona katika sala. Aki, akiacha kutoa zaka kwa kupinga kwamba zaka sio wajibu hii ni hali ya kwanza, au aache kutoa zaka bukhulan kwa ubakhili wa tahawunan wa takasula na kwa uzembe hii ni hali ya pili. Ima mtu akaacha kutoa zaka kwa kupinga kwamba zaka sio wajibu au akaacha kutoa zaka kwa sababu ya ubakhili, hizi ni hali mbili. Kwa watu wanapoziwia kutoa zaka haepukani na moja ya hali hizi mbili. Hali ya kwanza akiacha kutoa zaka juhudan kwa kupinga, fahadha kafirun, mtu huyo anakuwa amekufuru, mtu huyo anakuwa amekufuru bil ijma, kwa makubaliano ya ahlulilmi.

asiyetoa zaka jahidan laha, hali ya kuwa anapinga kwamba sio wajibu fahiya ridda tu, kitendo hicho ni ridda ha, kitendo hicho ni kuritadi, yani mtu anakuwa ameritadi, anakuwa ametoka katika Uislamu bil ijma, kwa ijma ya wanachuoni. Kadhalika amesema hivyo Imamu Nawawi rahimahu llahu taala, anasema man ankara fardh alzakati, yoyote atakayepinga fardhi ya zaka kwamba kutoa zaka siyo lazima siyo wajib. Fi hadhihi alazmani, katika zama hizi, yani zama kipindi chake imamu Nawawi. Yakunu kafiran, mtu huyo atakuwa ni kafir. Kana kafiran biijma'i almuslimin mtu huyu atakuwa ni kafiri kwa makubaliano ya wanachuoni. Hii ni hali ya kwanza, atakayeacha kutoa zaka kwa kupinga na ikawa anajua na sio jahili, sio mtu mjinga, bali anafahamu, eh, anafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala ameamrisha itolewe zaka, lakini akapinga akapinga kwamba sio wajib, pamoja na kwamba Allah ameamrisha. Ila mimi naamini kwamba sio wajib, sawa sawa, akawa na msimamo huo, anapinga kwamba ibada ya zaka sio wajibu ili hali anajua, mtu huyu anakuwa ni kafiri. Ama ikiwa hajui, huyu anahitajia elimu, anahitajia elimu, afahamishwe anahitajia elimu aweze kufahamishwa, kama vile mtu ambaye anakuwa hana muda mrefu ameshilimu eh, akawa anapinga kwamba sio wajibu, basi huyo anahitajia elimu aweze kufahamishwa. Wanasema wanachuoni kwamba huyo anakuwa ni maadhur, anakuwa ni mwenye kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga wake na kwa sababu hajasilimu kwa muda mrefu, ama yule anayepinga hajakuwa anajua, hadha kafir. Ama hali ya pili, mtu akaacha kutoa zaka, bukhulan, kwa ubakhili na kwa uzembe, lakini anaamini kwamba zaka ni wajib kwake yeye, fa hadha mukhtalafun fihi, huyo ndiyo ambaye maulamaa ametofautiana kwa. Wako ambao katika ahlul ilmi wanamuunganisha na yule wa mwanzo aliyekufuru moja kwa moja, wakasema pia naye huyo anafanyaje, yakfu ana kufuru ukafiri wa kumtoa moja kwa moja katika Uislamu. Hii ni kauli ya kwanza kwamba asiyetoa zaka kwa ubakhili pia naye ni kafiri. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, wanasema ya kwamba asiyetoa zaka kwa sababu ya ubakhili, na hii ni kauli ya jamahiri ahlul ilm, ni kauli ya wengi katika wanazuoni wanasema annahu la yakfuru, kwamba mtu huyo hawi kafiri asiyetoa zaka kwa ubakhili, la yakfuru, mtu huyo hawi kafiri, wa innama huwa murtakibul kabira, huyo anakuwa ni mwenye kufanya dhambi kubwa, anakuwa ni mwenye kufanya dhambi liliyokuwa kubwa, min kabairi dhunubi Haa.

na kwa uzembe la yakfu hawi kafiri, bali mtu huyu anakuwa ni mwenye kufanya dhambi liliyokuwa kubwa, ndiyo maana akaihesabu katika jumla ya madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa hiyo, hii ni muktasar ni ufupishi wa maelezo ya wanachuoni katika kuelezea hukumu ya zaka na mtu na namna anavyokuwa anaacha kuitoa zaka kwamba haepukani na moja ya njia mbili.